Ni cha lazima na ni kwetu hapa lakini, kazi yalonipajusa leo ni mnadi mgombea. Kwa hiyo sitopata muda nataka naye mumsikie. Ndugu zangu Wagamba, hamjambo? wacha yani je na wangu jiuni wa juni simnanijua mie ndugu yenu. Sasa mara nyingi napata kuhutubia huko kwa duniani na nishahutubia mwingi, lakini kwa mara ya kwanza nahutubia Gamba. Gamba pameshazinduka, alhamdulillah. Maana hapa ndo panapo ndugu zetu ambao muda mrefu wamekuwa CCM, lakini sasa miaka imepita na wao wamezinduka. mimi umo mwengine limo kwenda huwa nazungumza shida, njaa, maisha magumu na watu wa kaskazini hawataki kuhadithiwa. Siku moja nipate nafasi kuhutubia Mkwajuni, nikaambia meshalala kwa uji wa mapande mnaojua ujua mapande, watu wa Gama, basi ile ilikuwa ndio chakula chetu cha usiku kwa umasikini. Sasa ndugu zangu, tuna miaka sitini ya mapinduzi, ilikuwa tutegemee tufaidi matunda ya mapinduzi. Hayapo, hayapo vyo oha ya mayayuka wenzetu walioko madarakani wametugeuka. Baada ya neema ile tupate sote, wamechukua wachache na wana, wana atakuja Babu Yusuf wanachukua bwana. Mnajua kile Kiswahili cha kushoshovia, mnajua ni watu wa kwetu kushoshovia. Bora niseme kabla sijamtaja mzee kuna watoto wawili wanakula, mmoja kaalikwa na mwenziwe, akaanza kutia mkono wa kulia, akatia kinywani, akaona mwenzake atamwahi, akatia washoto, anasubiri huu kinywani, kisha akatia wa kulia, akabaki huku ana chakula huku ana chakula, na mdomo moja. Anasho... yule mtoto mama, mama mwenzake akamwambia kana adikanashoshopia kati ya mikono mitatu na mdomo, ndo CCM wanashoshopia, bwana. Wametuacha na shahida wao, hawana habari na maisha yetu, hawana, bwana. Oh, hawana. Kama wewe kuna lala na jaga, kunafikiria na habari sasa tuko kwenye kampeni kutaka kuleta mabadiliko, na mabadiliko mnafanya nyinyi mnaokwenda kupiga kura. Sasa kuna wagombea wa CCM na kuna wagombea wa ACT. Kilichotuleta hapa sisi kuja kukuombeni kura Mutupigie chama cha ACT, na haswa kwa kuanzia, mumpigie bwana Othman Masoud Othman. Sisi jina Othman Masoud Othman tumeliandika Omo, nadhani mtamuona kwenye picha, wanaandika Omo na nyie watu wa zamani wa chani omosi ilikuwa kiboko ya uchafu. Mheshimiwa Osman ana umri wa miaka 62, kijana mbichi mbichi mbichi vo, amesoma vya kutosha, miaka nipita mara mbili, maana mimi najidai niende sukuli. Amesoma Dar es Salaam chuo kikuu amesoma Uingereza, amesoma Italia na marupurupu yake. Kwa hivyo swala la elimu a -a, kashiba.